Si wa Instagram ndo anaingia hapa kwenye game bwana, kama msemaji wa Crown kama FC msemaji. Lolote unalotakiwa kulizungumza hapa msemaji, njoni hapa kama msemaji wa Crown, kama msemaji wa Samia Cup. Leo nimewambia, nimesajili, nimeweka hela kubwa mm. Kama shilingi ngapi? Manula golini mm -hmm. Shabalala umemona. Kikosi umekiona kwanza? Feitoto. Eh, hey, feitoto ndani. Tumevunja ukimya. Kwa nini usajili wao unasema kama mmepanika? Lazima tupisi. Sio tupane, tumepania. Hmm. Tumeona watu. Watu watu wameleta baraki hapa. Hujamona? Hiyo ni baraki kwa hey, Konde Gang. Hey, eh, atukasema kubwa tunachukua poa. Inawezekana. Inawezekana. Wameteka Shabalala akasema mechi kama hizi anacheza dola kwa yeye alikuwa tuma dola ya elfu kumi hmm. umeona kitita kupita kwenye peji yangu nimeona huko na dola nyingi sana. nakuja kuwalipa hapa ah. yaani zipo kwa sababu ya kuwalipa. ni nani, nani leo na nani ambao wanalipwa dola elfu kumi shabala dola elfu kumi. alafu feitoto. feitoto dola elfu kumi na tano kataka kataka ah mshambuliaji eh. eh. ni wa wa gani? ah, nyana <laughs> watu wa mwisho wale waheshimu ni, ni, nikisema Lamata village ndio wamewapa hii hasira nitakuwa sawa. Hapana ukisema Lamata village natukosea, Lamata village, village tunaona kama yeye eh, mwanzo wa ligi aliwekeza kwa sisi tulijisahau kuwekeza mm. Ndio maana leo nimekwenda kwenye line kuchukua hela, umeona mzigo nilokuwa nao niko nao hapa. Line gani ambayo imekufa? Ile line ya tali ile, sitaki kuitaja, chaa wataikimbilia. Line imesimama, nimeomba natakiwa niweke kikosi cha maana mm. wanataka hela kulipwa mm-hmm. taingia kwenye draw, katoa kanipa mzigo kwa maana, kwa, kwa maana hii unaona kama Crown ndo mtaondoka na ile kombe? Hapana we we we we, kuna wachezaji tumewacheki tayari washasainiwa, wamesainiwa na timu nyingine. Zamani nishaitwa. Watu wako serious sana. Kwa Konde kamchukua Aziziki. Mechi nayokuja anacheza. Mechi nayokuja golini. Anakaa. Anakwambia mm. Kwa sababu mimi si nipo karibu hii family yangu, mm. Aziziki si family yangu, mm. Tiara anaondoka huko. Kula wachezaji wakubwa wote washasajiliwa wamekwisha. Wamekwisha. Leo hapa ucha. Yaani hapa leo tukifungwa hatoki mtu. Baba Levo anasema yeye ndo msemaji wa Konde Gang. Ah, sasa tumeshaambia pamepoa. Kwao <hintanha> okay. Pamepoa, hiyo sio sawa. Nenda kwa video za Mwambino. Ah, hiyo sio sawa. Akivaa kanzu na lamba lips Afa record Snapchat. Mwanaume unashinda Snapchat. Record kawaida mwanaume Muislam belipsi. Ukiona una namba hizo tena, kuna dalili fulani. Sasa hivi mwambie nokuta kuta na namba lipsi. Aa, tumemkosa tayari. Umefunga kweli? Nimefunga. Ah, <laughs> <laughs> ni, ni, ni makosa kujishabihisha na mambo ya kike hmm. wanaofanya hivi nani? Ngoja. Kawaida asa, kama lips zimekuwa kavu, lamba tuone, ngoja niku snap usimwesome <laughs> <Sumosima> kawaida, lamba ngoja, lamba eh, ah, wewe, kawaida, ah <laughs> basa, kawaida, lamba, lamba lips <laughs> lamba <laughs> mbona utaki useme? Kawaida tunamkosa, ni mntaka, mumsaidie kutoipo hivi snapchat hapo. <laughs> Ah uh, fanya uh, hivi, a muje kwa kumalizia malizia tu uh, Crown leo wanaingiza wachezaji wapya ambao ni usajili Leo tumeamua hmm. na tunavunja ukimya feiti hmm. yote, wana goli zake tano. Shabalala left shooter kwa goli kama ngapi leo? Tisa. Kwanza hongera kwa ushindi wa Simba leo. Ah, si nikwambia afu kile kikosi cha tatu kilichopangwa, hmm. hmm. kikosi cha tatu hmm. Simba so, na zile goli tatu zilikuwa za tarehe nane zilivyotoka. Kwa hiyo eh zile goli tatu zile hmm. ndio zilikuwa za na kwa hasira zimepelekewa kule, zilikuwa za, za Dar es Salaam in African mganga alikuwa amesema hivyo <laughs> mganga <laughs> nakwambia walikuwa wanapigwa tatu Kibabude huyu hapa ni namja Jo, Jo ni namja Kibabude. Najua line hapa huyu eh, hapa unajua Kibabude eh, eh, kiongozi wa Kings FC, Kings Music eh, Wame wamedraw, kuna watu wanadharau, kuna watu wa waandishi wanakudharau eti Kibabude ana hela, toa laki mbili hapo, waonyeshe, nipe hapo laki mbili ni mnamchukilni, mnadharau Kibabu hiyo unajuikana, uongo uongo, awa wataondoka na imani ile ile, wataondoka na imani ile ile nizikuvia wataondoka ni na imani ile ile hapana. Hao wanakudharau kibabude, hapana kibabude, nisikize, usishushe heshma, usishushe heshma kibabude. Kwa maneno ya waandishi huna kitu, ni kweli umebakiwa na ndevu, umebakiwa na ndevu. Jaku, uh, neno lako kwa Crown FC. Of course, kwanza nimependa mashindano yamekuwa na mwamko mkubwa, watu wengi wanapenda kuja hapa kuenjoy baada ya iftari, baada ya swalati Aisha, wengine baada ya tarawih wanakuja hapa kuenjoy. Tunaonyesha kabisa kuwa sisi kama Crown tuna tuna department yetu ya ubunifu inajua kuendesha vitu kwa. Huu ni mwanzo tumi ni wahakikishie wa Tanzania kuendelea kuikumbatia Crown, mambo mengi mazuri yatakuja. Sasa hivi Dar es Salaam vijana wote hapa wanakutana kwa kwenye, hakuna sehemu wanaenda. Kwa hiyo moja kati hizo, kuna mwanzo niliwahi kuambia Crown itakuja na ubunifu mwingi sana. Hmm, kila aina ubunifu unaojua utakuja chini ya Crown hmm. Na leo mnaona kabisa ushuhuda maneno yangu yanaanza kutokea, vijana wote wa Dar es Salaam, lakini mambia vijana wa pwani wanakuja hapa kuenjoy. kwa hiyo tuseme asante rais King Kiba kwa kuamini vijana pale Crown wakaja na wazo hili Chiko na timu yake wakalileta kwetu watu wa masoko, tukalipokea, tukaliangalia, leo linafanya vizuri. Kwa hiyo kiukweli niwaambie tu mambo mazuri yanakuja, endelee kuikumbatia Crown, endelee kuikumbatia Crown FM na Crown TV, lakini kubwa kuliko wote nimemkaribisha Mwambino kwenye robo finali Ami, Ah, timu yaani timyani ah, ah, ah, anakuja kuja kuenjoy kwa sababu anakaa tu ananungunika, anaangalia kwenye TV. Tunamkaribisha rasmi robo final, nimemwambia njoo, kwani kuna mtu asftia mashindano haya? Mimi si nimeongea na Ricardo, ananiambia mdogo wangu anaangalia, ukamtuma kuangalia mazingira <laughs> Nenda mazingira kwa kuleta timu ah, kanangalizia mazingira timu. Sasa hivi hatupokei tayari, mtu mzungu watu wa timu zinataribia kutoka sasa hivi ah, sio kuchezi. Mimi ni legend, nishacheza mpira. Mimi ndio mtu wa kwanza kwa lafaka, mtu wa kwanza mimi a wengine wow, kiekeetii nimecheza Godfrey Kikumbi hizi nimecheza naye ajabu zumuzo wa Ramadhani ni kheri, tunaombea shida. Wanamgombania, kuna mtu anamgombania, haijalishi wanamgombea chidi yake wa Dodoma ule. Lakini mimi nimependa vijana wanapokumbatiana, wanasahau tofauti. Hayo mapya tena wanaume wapo, so, wanafikiri wanamgombea nani? Dodoma tunaenda kuzindua nyumba, wote wanampenda tajiri chidi yake, na wote walialikwa siku ya uzinduzi. Sio pakome Chidiaka pakome, hili ni mnadanganywa, ni Chidiaka utajiri uko Dodoma, anahela chafu huyo, ndo anamiliki Chidiaka real estate, anahela chafu, ana midevu fana, anajiachia wote wanachanganyikiwa. Ah, na nani na mimi nimekwambia ukweli, tulikuwa nao kwenye uzinduzi. A, mfatie peji yangu ilikuwa nao wote Dodoma inai nanaen wote tulikuwa nao Dodoma na wote niliweka meza moja wakati Chijaka anakata utepe, hey, wa apartment zake za bilioni kumi na nane nukta tatu. Kwa goal ngapi leo? 9 si nikwambia? 9 si wa Instagram ndo anaingia hapa kwenye game bana, kama msemaji wa Crown FC kama msemaji, lolote unalotakiwa kulizungumza hapa. Kama msemaji njoni hapo kule kule kama msemaji wa Crown, kama msemaji wa Samia Cup leo nimewambia, Nimesajili nimeweka hela kubwa. Mm. Kama shilingi ngapi? Manula golini. Mhm. Mm. Shabalala umemwona? Kikosi mm -hmm. umekiona kwanza? Feitoto. Ehe, feitoto ndani. Tumevunja ukimya. Kwa nini usajili wanasema kama mmepanika? Lazima tupisie tupane tumepania. Mhm. Tumeona watu watu